Adui za Yuda na Benyamini waliposikia kwamba watu waliorudi kutoka uhamishoni wa wanajenga hekalu kwa ajili ya Bwana wa Israeli, wakamjia Zerubabeli na viongozi wa jamaa, nao wakasema, turuhusuni tuwasaidie kujenga, kwa sababu sisi tunamtafuta Mungu mwenu kama ninyi, na tumekuwa tukimtolea dhabihu tangu wakati wa Esar Hadoni mfalme wa Ashuru aliyetuleta hapa lakini Zerubabeli, Yeshua na viongozi wengine wa jamaa ya Israeli wakawajibu, ninyi hamna sehemu nasi katika kujenga hekalu la Mungu wetu. Sisi peke yetu tutajenga hekalu kwa ajili ya Bwana Mungu wa Israeli, kama mfalme Koreshi, mfalme wa Uajemi, alivyotuagiza. Ndipo watu waliowazunguka wakajipanga kuwakatisha tamaa watu wa Yuda na kuwafanya waogope walipokuwa wakiendelea na ujenzi wakaajiri washauri kuwapinga katika kazi yao, nao wakaipinga mipango yao wakati wote wa utawala wa Koreshi mfalme wa Uajemi, hadi wakati wa utawala wa, wa utawala wa Dario mfalme wa Uajemi. Mnamo mwanzo wa utawala wa Ahusuero, hawadui waliandika mashtaka dhidi ya watu wa Yuda na Yerusalemu. Pia katika siku za utawala wa Artashasta mfalme wa Uajemi, islamu Mitredathi Tabeli pamoja na wenzao waliandika barua kwa Artashasta. Barua hiyo iliandikwa kwa mwandiko wa Kiaramu, katika lugha ya Kiaramu. Rehumu afisa msimamizi na mwandishi Shimshai waliandika barua kwa mfalme Artashasta dhidi ya watu wa Yerusalemu kama ifuatavyo: Rehumu afisa msimamizi na mwandishi Shimshai pamoja na wenzao mahakimu na maafisa walio juu ya watu kuanzia Tripoli Wajemi, Ereki na Babeli, Waelami wa, wa Shushani, watu wengine ambao mheshimiwa Asur Banipali akawahamisha na kuwakilisha katika mji wa Samaria na mahali pengine ng'ambo ya Eufrati. Di hii ndiyo nakala ya barua aliyompelekea kwa mfalme Artashasta. Kutoka kwa watumishi wako watu wa ng'ambo ya Eufrati. Yampasa mfalme ajue ya kuwa Wayahudi waliopanda kuja kwetu kutoka kwenu wamekwenda Yerusalemu, nao wanaujenga upya ule mji wa uasi na wa uovu. Wanajenga upya kuta na kukarabati misingi yake. Zaidi ya hayo, mfalme yampasa ajue kwamba kama mji huu ukijengwa na kuta zake zikifanywa upya hakutakuwa na ulipaji wa kodi wala ada au ushuru, hivyo hazina ya kifalme itaathirika. Sisi sasa, kwa kuwa tunawajibika kwa jumba la kifalme na kwamba sio sawa sawa kwetu kuona mfalme akidharauliwa, basi tunatuma ujumbe huu kumtaarifu mfalme, ili kwamba ufanyike uchunguzi kwenye kumbukumbu ya maandishi ya waliokutangulia katika kumbukumbu hizi utagundua kwamba mji huu ni wa maasi na uwataabisha wafalme na majimbo, ni mahali pa maasi tangu zamani, ndio maana mji huu uliharibiwa. Tunamjulisha mfalme kwamba kama mji huu ukijengwa na kuta zake zikifanywa upya, utabakiwa na chochote ng'ambo ya mto a Eufrati. Mfalme alirudisha jibu hili kwa Rehumu afisa msimamizi mwandishi Shimshai na wenzenu wote wanaoishi katika Samaria na penginepo ng'ambo ya mto Efrati, salamu. Barua mliotutumia imesomwa na kutafsiriwa mbele yangu. Nilitoa amri na uchunguzi ukafanyika, na imegundulika kwamba mji huu una historia ndefu ya maasi dhidi ya wafalme na pamekuwa mahali pa maasi na uchochezi. Yerusalemu umepata kuwa na wafalme wenye nguvu wakiwatawala nchi yote iliyo ng'ambo ya Eufrati, wakitoza kodi, ada na ushuru huko. Kwa hiyo, toeni amri kwa watu hawa wasimamishe ujenzi, ili kwamba mji huu usiendelee kujengwa hadi nitakapoagiza. Mwe waangalifu, msipuuze jambo hili. Kwa nini kuruhusu tishio hili kuendelea na kusababisha hasara kwa ufalme? Mara waliposomewa nakala ya barua ya mfalme Artashasta, Rehumu na Shimshai aliyekuwa mwandishi na wenzao, walikwenda mara moja kwa Yahudi.